Zanzibar yapiga hatua kubwa ya maendeleo ya miundombinu kwa uzinduzi wa flyover yake ya kwanza. Zanzibar imeandika historia mpya katika safari yake ya maendeleo baada ya kuzindua rasmi flyover yake ya kwanza kabisa, mradi wa miundombinu uliosubiriwa kwa muda mrefu na uliolenga kupunguza msongamano mkubwa wa magari na kuchochea shughuli za kiuchumi katika visiwa hivyo. Hafla ya uzinduzi ilifanyika Jumanne, Januari 6, 2026, katika makutano ya Mwanakwerekwe, Mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja, na iliongozwa na Rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kupunguza msongamano wa magari na kuboreshwa kwa usafiri wa kisasa. Flyover ya Mwanakwerekwe ambayo imepewa jina rasmi la Flyover ya Hussein Ali Hassan Mwinyi Mwanakwerekwe Imezinduliwa baada ya miaka ya mipango na ujenzi, ikiwa na lengo la kukabiliana na changamoto ya muda mrefu ya msongamano wa magari katika eneo muhimu linalounganisha Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abeid Amani Karume, maeneo ya Amani na Fuoni, pamoja na kitovu cha biashara cha Mji wa Zanzibar. Kwa mujibu wa maofisa, eneo hilo limekuwa chanzo kikubwa cha ucheleweshaji kwa wasafiri, wafanyabiashara wa usafirishaji na watalii, hasa wakati wa saa za kilele. Viongozi na wataalamu wa kiufundi walioshiriki katika utekelezaji wa mradi walisema flyover hiyo haitarahisisha tu mtiririko wa magari bali pia itaongeza usalama barabarani na kuboresha usafirishaji wa watu na bidhaa visiwani. Rais Mwinyi alisisitiza umuhimu wa kimkakati wa mradi huo kama sehemu ya juhudi pana za kuboresha miundombinu ya mijini na kukuza uchumi wa Zanzibar. Tunatekeleza kwa vitendo kaulimbiu yetu ya uongozi unaoacha alama na hii ni mojawapo ya alama hizo, alisema Rais Mwinyi wakati wa uzinduzi. Maelezo ya kiufundi na takwimu za ujenzi. Mradi wa flyover umetekelezwa kama sehemu ya mpango mpana wa kuboresha barabara za mijini zenye urefu wa kilomita 100.9 unaojumuisha ujenzi na ukarabati wa barabara pamoja na flyover mbili, ambapo ya pili imepangwa kujengwa katika eneo la Amani. Ujenzi wa flyover ya Mwanakwerekwe ulianza Disemba 1, 2023 na kukamilika Disemba 31, 2025 kwa gharama ya shilingi bilioni 23.7 za Tanzania. Kwa upande wa usanifu, flyover ni barabara ya juu yenye njia mbili inayoshikiliwa na nguzo 48 za msingi imara, kila moja ikiwa na upana wa futi tatu na kuchimbiwa kati ya mita 29 hadi 32 chini ya ardhi kwa ajili ya uthabiti. Nguzo mbili kuu zina upana wa mita 18 huku sehemu ya daraja ikiwa juu ya nguzo zenye urefu wa mita 14.4. Chini ya flyover kuna barabara za huduma zitakazotumiwa na magari yasiyoendelea moja kwa moja, hatua inayolenga kusambaza vyema trafiki ya ndani. Flyover ina urefu wa zaidi ya mita 70 na kila njia ina upana wa mita 8.35. Barabara za chini zina upana takriban mita 8 zikiruhusu magari mawili kupishana kwa urahisi. Miundombinu hiyo pia inajumuisha mfumo wa maji ya mvua, njia za wenda kwa miguu, mzunguko wa barabara wa mita 40, taa za barabarani pamoja na alama za kisasa za usalama. Daraja limeundwa kubeba uzito wa hadi tani 70, kwa hiyo linaweza kupitisha magari makubwa ya mizigo bila kuathiri usalama wake. Ushirikiano wa kimataifa Flyover hiyo imejengwa na kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation CCECC, ikiashiria kuimarika kwa ushirikiano kati ya Zanzibar na makampuni ya China katika miradi ya miundombinu. Mbali na flyover, Rais Mwinyi alitaja pia maendeleo ya mradi wa barabara ya pwani ya kusini yenye urefu wa kilomita 2.2 na miradi mingine ya barabara kama vielelezo vya ushirikiano wa utendaji kati ya China na Afrika. Kwa mujibu wa CCECC, flyover hiyo ndiyo mradi wa usafiri wa ngazi tatu three dimensional transport system kuwahi kujengwa Zanzibar, uliobuniwa kupunguza shinikizo la trafiki ya mijini na kuboresha muunganiko wa mtandao wa barabara kwa ujumla. Wananchi waliohojiwa baada ya uzinduzi walieleza matumaini makubwa kuhusu manufaa ya flyover hiyo katika maisha yao ya kila siku. Kabla ya kukamilika kwa mradi, wasafiri wengi walilazimika kutumia muda mrefu barabarani, hali iliyosababisha gharama kubwa za usafiri na kupoteza muda wa uzalishaji. Faida zake ni nyingi kwa wananchi wa kawaida, wafanyabiashara wa usafirishaji na watalii, hasa wakati wa saa za kilele, alisema mkazi wa Kwerekwe, Bwana Abdul Said Haji. Hapo awali, watu walikuwa wanapoteza muda mwingi kwenye foleni. Mkazi mwingine bibi Ashura Juma Amur alisema miundombinu dogo awali ilikuwa chanzo kikubwa cha msongamano. Kila mtu alikuwa anakimbilia barabara ile ile, hali iliyoongeza matatizo. Mradi huu ni wa kupongezwa kwa sababu utarahisisha usafiri na shughuli za kibiashara. Zaidi ya kuboresha usafiri, flyover inatarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma kwa wafanyabiashara, waendeshaji wa utalii na kampuni za usafirishaji katika eneo linalotegemea sana utalii na biashara, miundombinu ya kisasa inaonekana kuwa nguzo muhimu ya ushindani wa kiuchumi. Ahadi za serikali na mipango ya baadaye. Katika hotuba yake, Rais Mwinyi aliahidi kuwa serikali itaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo yenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi na kukuza uchumi wa Zanzibar. Serikali pia ilisisitiza umuhimu wa kuheshimu hifadhi za barabara na kupinga ujenzi holela karibu na miundombinu mikubwa ikibainisha kuwa huduma kama maji, umeme na mawasiliano zitaunganishwa vyema katika mipango ya barabara za baadaye. Aidha, serikali ilihakikishia wananchi kuwa wale waliopoteza ardhi zao kutokana na ujenzi wa barabara na flyover watalipwa fidia stahiki, huku kamati maalum ikiundwa ili kuhakiki madai kulingana na sheria. Mtazamo wa kihistoria. Uzinduzi wa flyover ya Mwanakwerekwe umefanyika kwa msambamba na maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar na kuifanya kuwa ishara ya maendeleo yaliyojengwa katika midahaka kadhaa sangu uhuru. Kupitia mradi huu na mingine inayokuja, uongozi wa Zanzibar unalenga kuimarisha msingi wa uchumi na kuboresha ustawi wa maisha ya wananchi wote.